Matangazo ya Facebook pamoja na Instagram unaruhusiwa kuanzia dora moja. Yani, ukiwa na dora moja tu unao uwezo wa kutengeneza matangazo yako, japo tukirudi sasa kiutaalamu ni kwamba kwa dora moja kidogo matokeo yake yanaweza yasiwe mazuri sana yani, unakuwa uko chini sana, kwa sababu unavyoingia kufanya matangazo unaenda kuingia kwenye competition pia ya watu wengine ambao wanafanya matangazo. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akawa ameweka labda dora ishirini kwa siku, umeweka dora moja na mnauza the same product, eh? Unaangalia mwenyewe hata kama ungekuwa ni wewe sasa ndo namiliki mtandao sasa. Huyu kaweka dola moja, huyu kaweka dola ishirini, ni yupi ambaye utamsevu zaidi ili kesho arudi tena kukupa pesa nyingine? Uh, kwa hiyo kiulizia ni kwamba lazima utamchukua huyu ambaye ameweka dola nyingi. Kwa hiyo kwenye competition zile za kuamua wewe upate mteja yupi na wewe usimfikie yupi na yule amfikie yupi. Uh, kuna muda pia budget huwa ina mata sana. Wale ambao wanakuwa na budget ya juu wanakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kupata matokeo mazuri tofauti na huyu ambaye ana Bajeti ya chini, lakini pia kwenye upande wa bajeti hapo, namna ya kufikia watu wengi zaidi. Ukiwa na bajeti kubwa, ndio hivyo unavyojirahisishia kufikia watu wengi zaidi, ndio hivyo ambavyo unarahisisha pia michakato mingine na mwisho wa siku unapata matokeo ambayo ni mazuri. Vice versa, na ukiwa na kiasi kidogo ina maana kwamba lazima pia haswa itakuwa ni ni kubwa sana. Kwa hiyo huwa nashauri sana angalau wewe umejikusanya kusanya ile amna amna panda. Angalau kwa bongo it's okay ukianzia dola tatu, dola nne ni vizuri tu ukaendelea kupanda huko japo. Uh, kwa wenzetu hivyo ndio hivyo, mtu unaweza kukuta labda kupata mteja mmoja tu natumia mpaka dola kumi, lakini kwa upande wetu huku ukitumia dola tatu, dola nne kupanda juu inaweza kukupa matokeo yani, ni ile amna amna sana lakini kama unaweza kupandisha juu kuanzia dola kumi, kuanzia dola kumi na tano, kwenda juu hivyo pandisha tu, ni vitu ambavyo vitakupa matokeo mazuri tu. Lakini sasa usije ukapandisha wakati mwenyewe unajua kabisa hauna utaalamu au nzuri, na ofa nzuri utakuwa unachuma pesa zako, afu narudi kuja kunilaumu bure. Weka misingi yako vizuri, tia pesa, hamna kitu ambacho uh, utashindwa kukipata, ni rahisi sana.